Ujambo na karibu humo michezo, katika kipindi bora cha michezo na hii ni Sport Zone ya Focus Media, na leo kubwa kuliko tunazungumzia michezo ya Afcon ambayo ilipigwa hapo jana. Ikumbukwe hii ni makala ya 35 ambayo inafanyika pale mchini Morocco, na studio stu, siko peke yangu, itakuwa na na mimi hapa, Sports Radio, wako Faudia Waziri, na leo bwana, tunaenda kuangalia mechi ambazo zimepata kuchezeka jana ambapo kuna mechi kati ya Senegal na Botswana, kuna mechi kati ya Tunisia na Uganda, pamoja na Nigeria na Tanzania. Mechi ambayo wa Tanzania wengi walikuwa wanaifuatilia sana huko Tanzania. Sasa hatuko peke yetu hapa studio, tuko pamoja na wachambuzi wetu mahiri kabisa tuko na Laswai Junior, Malika pamoja na Alex. Karibuni sana karibuni sana. Ana, tukianza kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo, hususan ni swala la AFCON. Mechi kubwa ambayo ilipigwa kujana kwa watanzania wengi, ni mechi kati ya Taifa Stars na Super Eagles Nigeria, mabingwa mara tatu wa michuano hii ya AFCON. Na tukianza kwako kwa la Swai Junior, tupe mchezo kwa ujumla wake, uliona ni mchezo wa aina gani kati ya Tanzania na Nigeria kwa ujumla wake. Mchezo ulikuwa mzuri sana ulikuwa mchezo wa asema awesome, mchezo wa surprise kwa timu ya taifa ya Nigeria kwa sababu walichotana nacho walichotarajia wanachotana navyo vitu tofauti, walitarajia kija pale pale watashinda laba goli tano kutokana na nini? Na level za wachezaji wa Tanzania, lakini kutokana na uwepo wa mwalimu mkubwa wachezaji wakubwa walicheza kikubwa, kwa hiyo Nigeria wakaanza kushinda goli mbili kwa moja kwa mbinde, kwa sababu dakika za jioni tuliokosa sana. Kwa hiyo naweza kusema mechi ilikuwa nzuri, selection ya kosi ilikuwa vizuri, japokuwa walikosekana na baadhi ya wachezaji wazuri kama kipa Simba Yakub Sulemani, kipa mwenye uzoefu wake atakosekana. Faisal Salim alikosekana kwenye namba kumi pale, lakini haikuwa shida kwa sababu <coughs> tuna utajiri wa wachezaji wazuri kama Bakari Ndomo Mamnyeto, alivaa jezi jana fresh, ametumikia taifa. Aa, kwa mechi ilikuwa nzuri sana. Ah, kwako Malika, hivi udhaifu wa Tanzania unaona ulikuwa katika maeneo gani ambayo iliweza kupelekea kuruhusu mabao mawili kwa moja? Walikuwa hawako bora katika eneo gani? Ah, siwezi nikasema walikuwa hawapo bora kwa asilimia mia, kwa sababu mchezo tulikuwa tunaona na mchezo ulichezwa kwa uwazi kabisa, kila mtu alikuwa anashuhudia. Kwa hiyo mchezo, kwanza, nilikuwa naangalia kwamba Tanzania walifeli kwenye transition, kwamba wakati wa kuhama kutoka kwenye kushambulia kwenda kutafuta mpira, kwa sababu Tanzania walikuwa wakipoteza mpira, kama kulikuwa kuna ile kauvivu fulani kakwenda kutafuta mpira. Kwa hiyo hata ukiangalia nature ya goli la kwanza ambayo imefungwa na Semi Ajai ilikuwa imetoka kwenye transition, kwa sababu kimwangalia tumetoka kushambulia, lakini baadaye tukaja kupoteza mpira, mabeki wakashinda kufanya transition vizuri wakaenda tukaenda kufunga. Kwa hiyo jana hatukuwa vizuri kwenye transition, lakini kitu cha pili ambacho taifa sasa jana walishindwa ilikuwa ni kwenye kufanya marking kwa wakati sahihi. Jana kulikuwa kuna battle kubwa sana kati ya baka pamoja na uh, Victor Osimhen. Kwa hiyo tulikuwa tunashuhudia vitu kama hivyo, lakini kulikuwa kuna ile walipambana mabeki kukaba, lakini sasa kuna ile kukaba kwa wakati sahihi. Unajua kukaba, sio kukaba. Tunakiwa ufike kwa wakati sahihi lakini pia katika eneo sahihi kwa hiyo kulikuwa kuna ile namna kwamba walikuwa na sita katika kufanya wanadelay kwao, ehe eh, eh, na pia Nigeria ilichokifanya kuwatengenezea Tanzania makosa, kwa sababu aliona kwamba mara ya kwanza walikuwa wanafanya mipira ya kona nyingi, walitumia ile kona fupi, wakaanzisha pale jana Nigeria walikuwa na deal na kuangalia makosa yetu yako wapi, lakini pia ya na kwa kufanyia kazi, kwa sababu timu kubwa kama Nigeria wanaangalia unakosea una wapi na wanakuadhibu wapi wapi. Kwa hiyo jana walicheza vizuri, lakini kuna baadhi ya makosa madogo madogo ambayo naamini mwalimu Gamonde ameenda kuyafanyia kazi katika mchezo ujao. Asante uh, kwako kwa Alex. Sasa uh, una, unaonaje unaonaje ubora wa Nigeria jana katika mechi dhidi ya Tanzania, waliweza kufaulu wapi Nigeria? Aa, kwa upande wa jana mechi ya jana Tanzania na Nigeria waliweza Nigeria kufaulu zaidi katika upande wa katikati kiwanja na pembeni ya uwanja kwa sababu kubwa katika hapa duniani. Kwa sababu wana katika ligi kubwa, ligi ya Uingereza kwa hiyo wachezaji ambao ni, ni mabeki. Ukiangalia mabeki wa Tanzania Shomari Kapomo upande wa kulia, Mohamed Hussein upande wa kushoto walikuwa wakipata tabu sana kuwa kama mabeki hawa kama mawinga hawa ambao walikuwa wana kasi kubwa sana. Na pia ndomaana ipelekea hata kocha wa Tanzania kumtoa Shomari Kapomo na kumuza Edison Njobo kwa sababu alikuwa akionekana ameshazidiwa kidogo, pamoja na baada ya kuingia, kuingia Musa, Moses Musa yule mchezaji wa Nigeria. Ni mchezaji ambaye ana kasi sana na mchezaji ambaye ni talented, kwa hiyo ilipelekea zaidi Nigeria kwenda kupelekea mashambulizi na kuweza kupata hata ushindi wa goli mbili kwa moja hapo jana. Ah, kwa kwa sasa pia kwa upande wa Tanzania, nataka uniambie udhaifu wa Tanzania. Tanzania walifeli wapi paka wakaweza kufungwa na Nigeria goli mbili kwa moja. Aa, kwa jana Tanzania walipofeli, naweza kusema Tanzania walifeli zaidi katika kikubwa zaidi ilikuwa ni experience, exposure. Ukiangalia wachezaji wa Nigeria wana exposure kubwa kuliko wachezaji wa, wa Tanzania kwa sababu wameshiriki mashindano mengi sana Afcon, za kutosha, wana za wana, kutosha wana ubingwa Afcon takribani mara tatu. Kwa hiyo ni timu ambayo ni mbingu zinawea kusema hivyo, lakini katika mpira wa sasa mambo yanabadilika, ila Nigeria inaweza kufaulu zaidi. Ah, lakini tukiachana na ubora ama udhaifu wa Nigeria, lakini jana kuna baadhi ya matukio ambayo yanaweza kutokea kwenye mchezo wa jana. Tunamuona kulikuwa kuna mechi kati ya Victor Osimhen na Ibra Baka ukiacha mechi ya Tanzania na Nigeria, ah una, una ile bato ya Osimhen na Ibra Baka. Unazungumziaje una <coughs> unazungumzia Gilaswa so Junior. <coughs> ah ba, bato kati ya Victor Osimhen na Ibra Baka ilikuwa bato nzuri sana, kwa sababu kwanza Baka ndo mtaalamu wa vitu vile, yani masuala ya bato yale. Baka ndo nyumbani. Ukirejelea nyuma kwa leo, tokea mechi moja kufuzu AFCON kati ya timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Guinea, anaocheza mshambuliaji wa Borussia Dortmund, Jirasi ule ambaye msimu uliopita alikuwa mfungaji bora wa UEFA Champions League. Alicheza Benjamin Mkapa pasipo kupiga on target hata moja. Huyo ni mfungaji bora nini wa UEFA Champions League, ligi ya mabingwa barani Ulaya, lakini mbele ya Barca hakufua dafu. Jana anaongoza kwa magoli ligi ya Uturuki Galatasaray, pia alipigwa pini vile vile. Kwa hiyo washambuliaji wakubwa barani Afrika wamekutana na Ibrahim Barka wakapigwa pini. Kwa hiyo mimi nadhani hata sasa hivi kwenda kumuuliza bwana wasiwe, jana mechi ilikuwaje wakati anatolewa alikuwa anafoka, kama mtu anaangalia mpira vizuri, alikuwa anafoka na kuna clip inaenda mitandao ya kijamii bana, ikionyesha kama <laughs> Osimhen anasema baka hizi hizi, general yani, baka ni nai general, ni general kwa kumpiga lipin. Kwa hiyo mechi ilikuwa nzuri, lakini palikuwa pana mechi kati ya stars na Nigeria pia, palikuwa pana mechi kati ya Vito Osimhen na nani na Ibra bana, pembe baka, mechi ilikuwa nzuri. Ah, kwako Malika, ah ubora wa zubeli foba katika mchezo wa jana ni ni, ni tunaweza kusema ni sababu ya kukipata hiki ambacho tumekipata. Tumefungwa lakini timu imecheza na ameweza kufanya save nyingi sana, pengine tungefungwa zaidi ya magoli mawili kwa moja. Unaona ni sahihi. A, kwanza kitu ambacho cha kwanza kiliwashangaza Tanzania wengi ni kwanza baada ya kutoka taarifa kwamba Yakubu golikipa wa Simba ambaye ana experience ya kucheza mashindano mengi ya kimataifa amecheza Chani lakini pia amecheza Champions League. Kwayo, ilipailu, kwa hiyo ilipotoka taarifa kama ile pale, watu wakaanza kuhamia kwa Zuberi Fofo, kwa sababu ndiye golikipa ambaye hivi karibuni ameonyesha kwamba anaweza kufanya hivyo, kwa sababu amefanya katika mechi za CAF Confederation Cup akiwa na Azam, lakini jana alikuwa bora zaidi, kwa sababu katika kipindi cha kwanza ndani ya dakika 36 aliweza kuhimili mashambulizi mazito na kufanya saves za hatari nyingi sana mpaka kuifanya Taifa Stars ikawa salama kwa dakika 36 mpaka ambapo alikuja kufunga uh, semi ajayo na ilikuwa ni makosa ambayo kidogo yalikuwa ni kwenye marking, lakini golikipa kama golikipa aliweza kufanya majukumu yake kwa usahihi, japokuwa alikuwa na madhaifu yake kidogo, ambao mojawapo ya madhaifu yake ilikuwa kuna wakati alikuwa na sita kutoka kufanya save. Alikuwa yani, kuna wakati hatoki kwa, kwa wakati, mara unataka kumuona anatoka, mara anarudi, kwa hiyo kitu ambacho kama kuna kuna moja ilitokea ile ali, ali, ali, ya, ya Osimhen mpaka baka kaenda kuzuia. Kwa hiyo alikuwa kama ana sita sita hivi, lakini nahisi the way mechi zinavyozidi kuendelea anazidi kupata experience na mchezo huu. Kwa hiyo Uh, alikuwa vizuri katika mechi ya jana na amefanya vizuri. Asante uh, sana H Malika uh, Alex kwa sekunde moja Kukes, kukosekana kwa baadhi ya nyota wa Stars akiwemo Mudasri haya basi ambaye anakipiga katika klabu ya Dar es Salaam Africans, lakini pia kukosekana kwa Faila Sufi, Zanzibar Finest, mm, fa Faisal Salum Abdalla kuna impact gani kwenye timu ama kli, kuna mapungufu gani ama kuna pengo gani ambayo inaonekana kwenye timu? Uh, kwa upande wa jana coach wa Stars alijitahidi sana kwa sababu alikwenda kwanza na viungo ambao watu wengi hawakutarajia. Kuanza kwa Mombwa na, na, na, na, na, Alphonse Mabula walikuwa ni viungo ambao ni surprise katika mechi ya jana kwa sababu watu wengi walitarajia badala ataanza na Chifuka Goma ambaye amezoeleka, amekuwa akicheza mechi nzuri sana kwa na Simba pia hata timu ya taifa vile vile. Kwa hivyo coach wa Stars alipoona mechi ya, ya jana ilikuwa ni mechi ambayo ina bato kubwa sana katika uwanja kwa sababu viungo wazuri sana mfano kama mtu kama Wilfred Ndidi, mtu kama Chikwezi ambao alikuwa anaingia ndani pia, alikuwa kutoka pembeni alikuwa anaingia ndani pia. Mtu kama Iwobi pia vile vile, alikuwa kutoka pembeni pia akiwa akiingia katikati. Kwa hiyo pale katikati kulikuwa na watu kubwa sana. Hivyo ndio maana Stars jana waliweza kuwini katika eneo la katikati, japo hawakuwini sana kivile lakini walijitahidi kwa uwezo wake kulingana na ubora wanaji wao walikuwa nao kwa mechi jana. Asante sana huyo ni Alex Junior anamaliza kama hivyo. Lakini hapa niko na sports lead wangu kwa kumalizia Uh, kwa kumalizia mechi ya jana kati ya Tanzania pamoja na Nigeria ilikuwa mechi nzuri sana japokuwa Tanzania tumeweza kupoteza kwa goli mbili kwa moja, lakini aki, uh, mechi ilikuwa nzuri na Nigeria wamecheza vizuri kwa sababu walijiandaa, na pale ambapo Tanzania wamekosea wanaweza kujipanga kwa ajili ya mechi nyingine ambayo inakuja katika michuano ya AFCON inaendelea kuja lakini, wa sports lady amemaliza kama hivyo, alikuwa na taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zinaendelea. Na hii ni Sport Zone ya Focus Media. Unaweza kutufollow katika mitandao ya kijamii YouTube, X, TikTok na Instagram as